Kila mwanamke hupata mimba kwa njia ya kawaida. Lakini Hadija alipokea mimba ambayo dunia haijawahi kuishuhudia. Mimba isiyogusa mwanadamu. Mimba isiyokuwa na usingizi. Mimba inayoongea. Mimba ya kiumbe kilichotoka kwenye maji ya usiku wa giza. Kiumbe ambacho kilishaapa kwamba mtoto wake hatakuwa wa watu, bali wa dunia ya chini. Karibu kwenye simulizi ambayo akili yako haitaisahau. Mimba ya jini nyoka. Hadija alivuka ufukwe wa mto mweupe akitoka sokoni. Usiku ulikuwa mtulivu, upepo ukipiga miti kama sauti ya mtu anayelia. Akapita karibu na maji, mara akasikia kitu kikimiminika kwa nyuma. Hadija akageuka hakuna mtu akawa anatembea haraka, lakini maji yakaanza kuangaza kama taa za bluu. Kisha akamwona mwanaume mrefu mweupe kama ganda la yai, macho yakikuwa kijani mkali. Sauti ilitoka kama mtu akizungumza ndani ya maji. Hadija akaanguka, akapoteza fahamu. Asubuhi alipata nafuu, lakini alipoamka alihisi tumbo lake limejaa joto lisilo la kawaida, kana kwamba kuna kitu kinatembea ndani. Dalili za ajabu. Siku mbili tu baada ya tukio, Hadija alianza kupokea harufu ya maji ya chumvi kila mara. Kusikia mtu akisema jina lake usiku, kula samaki mbichi bila kuhisi vibaya. Ndoto za kuokota mayai ya nyoka. Mama Rehema akasema, hii mimba si ya kawaida. Juma akashangaa, tulikaa miezi miwili bila faragha, anawezaje? Lakini Hadija hakumjibu, macho yake yalichoka, lakini tumboni yalihisi nguvu isiyo ya kibinadamu. Usiku wa kumi na tatu tangu tukio, Hadija aliketi kitandani, macho ya kuvuja machozi tumbo lake likaanza kusogea kila upande, kama kuna kitu kinatembea na miguu minne. Kisha sauti ikatoka ndani, mama, ukimbie kabla hawajanitoa. Hadija alilia kwa uchungu. Mama Rehema akarukia chumbani akisikia kelele, mama, tumbo linasema. Mama Rehema akatetemeka, akasema hii mimba ni ya jini, na huyu si jini mdogo ni ukoo wa nyoka baharini. Usiku ule ule, dirisha lilifunguka, baridi kali ikaingia, upepo ukageuka kuwa sauti: Hadija, mimba ni yangu, nimerudi kumchukua. Giza lilijikusanya na sura ya yule mwanaume anayeng'aa ikatokea. Juma alipoingia kukinga, kiumbe kilimtupa ukutani kama karatasi damu ikamtoka puani. Hadija akalia nistaki mtoto wako, niokoe. Lakini kiumbe kikamwangalia kama anayeangalia mali yake. Ulishanipokea usiku ule, hakuna mwanadamu atakenipinga. Na akataweka ndani ya upepo. Mama Rehema akampeleka kwa Mzee Muhando, mganga wa mwisho aliyebaki anaweza kupambana na majini ya baharini. Mzee Muhando akachoma ubani, akasema, hii mimba si ya kawaida. Ndani ya Hadija kuna mayai ya nyoka wa kiroho. Akizaa, kiumbe kitaishi kati ya dunia mbili. Jini Klanga ataichukua na Hadija atakufa. Hadija akambuka, akalia, naweza kuishi? Mzee Muhando akasema, kuna njia moja tu Lazima mimba isafishwe kwenye pango la mwanga, ila jini atalijua hilo na atakufuata. Safari ikaanza usiku, njia msituni ilijaza vikojoo vya nyoka, sauti za maji zinazonongona, kivuli cha Klanga kikifuatilia juu ya miti. Walipofika pangoni, Mzee Muhando akaanza maombi na moto mkali ukawaka. Tumbo la Hadija likauma zaidi. Sauti ikatoka ndani kali kuliko mwanzo, naumia baba, anakuja. Ardhi ikatetemeka, kutoka nje ya pango sauti kali ikasema, msiingilie haki yangu. Klanga akatokea akiwa mkubwa mara kumi zaidi, nusu nyoka nusu binadamu, akavamia pango, moto uzimika. Klanga akamkamata Hadija, lakini mzee Muhando akapiga fimbo yake ya kichawi. Mwanga mkali ukamulika, Hadija akapiga kelele kubwa, tumbo lake likapasuka mwanga kama yai linalofunguka. Kiumbe kidogo cha kijani kajitokeza tumboni kikilia kama mtoto, lakini kikiwa na macho ya nyoka. Klanga akahema, huyo ni wangu. Mzee Muhando akasema, huyo ni roho iliyozaliwa kimakosa. Haitaki dunia yetu, wala dunia yetu. Grafla moto mkali ukawaka kutoka ardhini na kumeza yule kiumbe kidogo. Klanga akalia kwa uchungu, akageuka vumbi la maji na kutaweka milele. Hadija akapoteza fahamu. Siku tatu baadaye, Hadija aliamka hospitalini. Tumbo lake lilikuwa tamtamu kama hajawahi kuwa na mimba. Daktari akasema ulikuwa na uvimbe wa ajabu, lakini umekuwa sawa. Hadija alimwangalia mama Rehema akalia, je, nimemalizana naye? Mama akasema, jini harudi bila mtoto na mtoto hatakuwepo tena. Lakini wakati huo huo, upepo ukapiga dirisha la hospitali taratibu.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 Asante sana na karibu tena kwenye Swahili Movie Channel, mahali pa simulizi kali zisizochu